Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Somo la leo tutakwenda kujifunza kwa habari ya imani itendayo kazi kutokana na kumjua Mungu A, katika Agano Jipya ufahamu wako ni wa muhimu sana. Ufahamu wako ni muhimu katika kuingiza imani yako kwenye matendo. Watu wengi sana wamedharau swala la ufahamu, wakabaki tu na mambo mengine kama ya kuomba hivi. Lakini pia ukiomba pasipokuwa na ufahamu wa neno la Mungu naita revelation knowledge. Pia huwa inaleta shida. Mfano, tukiangalia kitabu cha Danieli 11 ule mstari wa 32b naangalia ile bi yake tu inavyosema ya kwamba lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Nasema watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Ina maana kuwa hodari kwa mtu wa Mungu kunatokana na uwezo wake wa kumjua Mungu wake anayemtumikia. Ina maana ukiwa na ufahamu mdogo kwa habari ya Mungu, hata uhodari wako, uimara wako, pia na wenyewe unakuwa ni mdogo sana lakini unapokuwa na na ufahamu mkubwa unamjua Mungu unayemtumikia Biblia inasema ya kwamba utatenda mambo makubwa. Ina maana kwa hiyo tutaona hapa ufahamu kwenye neno la Mungu ni jambo la msingi sana, ina mahusiano makubwa ya ufahamu wako wa kwa neno na kuhakikisha imani yako inatenda kazi kwao. Ufahamu mdogo pia itakufanya usifanye mambo makubwa, kwa sababu huwezi kukiamini kitu usichokiamini huwezi kukiamini kitu ambacho hukifahamu. Lazima kwanza ukifahamu ndio ukiamini, na ndio maana pia hata Yesu mwenyewe pia sema kwamba hivi, aliwafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Aligundua umuhimu wa akili zao na uelewa wa maandiko na kuyatendea kazi ni jambo la msingi sana. Mama pia moja ya vitu vya kwanza alivyofanya ni kuwafunulia akili ili wakisoma maandiko waweze kuelewa, ili waweze kumtumikia katika lile kusudi ambalo Mungu anataka watumike lakini pia hata ukiangalia Hosea nne sita inasema wazi kabisa ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huyu ni Mungu anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe, usio kuhani kwangu mimi anasema watu wangu, anakiri kabisa ya kwamba hawa watu sio wa shetani, hawa watu ni wa kwangu. Naona kwa, kwa lugha ya sasa tungesema ya kwamba ni watu ambao wameokoka. Anasema hawa watu ni wa kwangu na wanaangamizwa, sio ninawaangamiza, wanaangamizwa, na yupo anayewaangamiza, lakini anayewaangamiza anatumia advantage ya wao kukosa maarifa. Ina maana shetani huwaga anatumia ujinga wa mtu kumwangamiza. Akigundua jambo fulani hulijui, ni mjinga kwenye ile eneo, anatumia nafasi hiyo hiyo kukuangamiza lakini ukilifahamu hilo eneo ni ngumu sana kuangamia. Ndo maana Yesu alisema wazi ya kwamba nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ina maana ukifahamu ukweli unakuwa huru kwenye hilo eneo, usipofahamu ukweli, ina maana unakuwa ni mtumwa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu, soma neno la Mungu sana, sikia neno la Mungu sana, ili usiwe mtumwa. Hata kisheria tu anasema ya kwamba ile kutokujua sheria sio excuse, nilikuwa sijui Ibilisi anatumia ujinga wa mtu alio nao kumwangamiza. Kwa hiyo tusipende tu kuishia kuombewa, lakini tuchukue ile, tuwe na ile personal bible study fellowship ya kusoma neno la Mungu, kulielewa na kuomba, ili unapoomba uombe katika knowledge ya Mungu. Na pia angalia Ayubu 22 ule mstari wa 21 unasema ya kwamba mjue sana Mungu, ili uwe na amani, ndio mema mtakavyo kufuata. Kwa hiyo utakuta kwamba hivi kuwa na amani na mema kukufuata inatokana na wewe kumjua sana Mungu. Kwa ukimjua Mungu kidogo, hata mema itakuwa ni madogo, amani itakuwa ndogo. Lakini ukimjua Mungu sana, amani itakuwa kubwa. Utongeza kitakuwa kubwa. Kwa maana utafanikiwa. Sasa tunamjuaje Mungu? Kwanza ni kusoma neno. Hata tukiomba, tuombe kutokana na neno. Kwa hiyo maombi na kusoma neno vinaenda pamoja. Hivi huwezi kuvitenganisha. Ukivitenganisha utapata shida. Ukiomba sana bila kusoma neno utapata shida. Pia ukisoma neno sana bila kuomba utapata shida, kwa sababu utakuwa tuna knowledge lakini hauya apply. Unapolisoma na kulielewa na kuomba, hicho ndio kitu kizuri. Kwa hiyo nakutakia ulisome neno na Mungu, ulielewe, hakuna atake kudanganya. Watu wengi wanaangika, kuna huko wanadanganyika, lakini kitu kweli kwamba hawalifahamu neno. Hata Yesu waliwaambia, mnapotea kwa kuwa hamyafahamu maandiko wala uweza wa Mungu. wange lifa, wange wa w-wangefahamu maandiko asingalipotea Mungu akubariki sana, soma yanaelewa, litende kazi kwa jina la Yesu Kristo, amina.